aloe vera jelly na mafuta ya nazi yatakusaidia kuondoa mikunjo na weusi chini ya macho ndani ya dakika kumi unachokihitaji ni tango moja hakikisha unalifikicha vizuri bila kulimenya na baada ya hapo hakikisha unakamua ukisha kamua vizuri yale maji yake yatakusaidia sababu tango linasaidia kuondoa weusi chini ya macho na kurudisha unyevunyevu wa ngozi Weka vijiko vitatu vya maji ya tango, naongeza vijiko vitatu vya aloe vera jelly ambayo ni nzuri kwenye ngozi na husaidia kuondoa chunusi na, ku, uh, na kuondoa zile sunburn. Yani yale matatizo yanayotokana na miale ya jua. Ongeza vijiko viwili vina, vya mafuta ya nazi na baada ya hapo, changanya huo mchanganyiko. Hakikisha unapaka kwenye ngozi yako asubuhi na jioni, kabla ya kulala aidha Okoa muda wako kwa kutumia hair, skin plus nails. Ni bidhaa ya asili kwa asilimia mia moja isiyokuwa na madhara kwenye ngozi yako ambayo itakusaidia kuondoa weusi kwenye ngozi, mikunjo na kutibu ngozi yako. Dozi ya mwezi ni laki na tisini. Nitafute WhatsApp kuanza dozi na soma caption kujua faida zake, na komenti neno niunge kujiunga na grupu bure.